Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Mlei katika safari yetu ya tafakari. Na leo tupo katika makala ya Sauti ya Mlei namba mbili. Je, unafunga kwa moyo au kwa mazoea ya ovyo? Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo tunatafakari ujumbe wa kinabii kutoka kwa Nabii Isaya katika sura ya 58 aya ya kwanza mpaka ya tisa huu ni ujumbe unaofunua siri ya ibada ya kweli mbele za Mungu. Mungu anasema kupitia nabii wake: mbona tufunge lakini huoni? Mbona kujitesa nafsi zenu lakini huangalii? Isaya 58 aya ya tatu. Kwanza kabisa, ndugu zangu, katika injili ya leo Matayo 9 aya 14 mpaka 15 Tunakutana na kisa ama kisanga cha wanafunzi wa Yohana Mbatizaji kuwashangaa wanafunzi wa Yesu kwa kutofunga kwao. Wanamuuliza Yesu, sisi wanafunzi wa Yohana Mbatizaji na Mafarisayo tunafunga. Mbona wanafunzi wako hawafungi? Yesu hajibu swali hili kwa kuwaambia hakuna ulazima wa kufunga bali anasema kwa kuwa kwa sasa wako na bwana harusi ya nini kufunga? Lakini wakati utafika watafunga tu. Kumbe kufunga hakukuondolewa na Bwana Yesu Kristo. Kufunga kupo pale pale, na huo wakati wenyewe kwa sisi wanufaika wa kifo na ufufuko wake ndiyo huu. Sasa tufunge, ndugu zanguni. Sasa ni kweli tuko katika wakati wa kufunga. Swali la msingi hapa linaibuka, je, tunapaswa kufungaje? Hapa ndipo nabii Isaya kupitia somo la kwanza anajibu swali hili vizuri sana. Andamana nami katika safari hii ya Sauti ya Mlei. Katika nyakati za nabii Isaya, wa Israeli walidhani kuwa kufunga ni kitendo cha kimwili tu, kujinyima chakula kuvaa magunia na kujilaza kwenye majivu. Lakini Mungu anawaambia huo sio mfungo ninaoutaka. Mungu hataki saumu ya kuonyesha uso wa huzuni, ili hali moyo umejaa uonevu, dhuluma, chuki na unafiki. Ndugu zangu, hata leo hii tuko katika hatari ya kuigeuza saumu kuwa desturi ya kidini tu, badala ya tendo la ndani la toba na mageuzi ya kweli katika maisha yetu na hasa zaidi katika mioyo, mawazo, matendo na maneno yetu na katika kutimiza wajibu wetu. Tupo tunaofunga huku bado tukiwa na fitna, tunawadhulumu maskini, tunapendelea rushwa na kuishi maisha ya unafiki. Mungu hasikii saumu ya namna hiyo. Je, utauliza, mfungo wa kweli ni nini? Mfungo wa kweli unapaswa kuwaje? Mungu anatufundisha saumu inayompendeza yeye: kufunga vifungo vya uovu, ili uovu ututoke, tuache dhuluma, tuache wizi, tuache maonevu, tuwaachilie waliopondeka wawe huru na wafurahie heri, na tuhakikishe kwamba hatuwafanyii wengine ukatili tuwagawie wenye njaa chakula e, maskini wapate chakula. Kwa sisi ambao tumejaliwa chakula, basi tuwashirikishe chakula hicho, lakini vilevile tusichoke kuwasaidia wenye mahitaji. Huo ndio mfungo anaoutaka Mungu, lakini vilevile mfungo anaoutaka Mungu ni pale sisi tunapoonyesha upendo kwa ndugu zetu, tuwe na huruma, sio watu wa chuki na visasi na dhuluma. Ikiwa tunafunga lakini tunaendelea kuwadhulumu watu, basi kufunga kwetu ni bure kabisa. Ikiwa tunajinyima chakula lakini bado mioyo yetu imejaa chuki na masengenyo, basi twajidanganya sisi wenyewe, kwani hapo tunashinda njaa tu. Tazama ndugu yangu, usije kujitafutia vidonda vya tumbo bila sababu, kwa sababu kama utafunga na una majungu yako moyoni hapo ndugu yangu, ni lazima asidi itakwangua ukuta wa utumbo wako, chanzo cha vidonda vya tumbo hicho. Tuko katika nyakati ambazo wengi wetu tunatamka jina la Mungu kwa midomo yetu, lakini matendo yetu yanamkana. Wengi wetu tunakwenda kanisani kila Jumapili, lakini tunakandamiza wanyonge kila Jumatatu hadi Jumamosi. Wengi wetu tunasali kwa bidii kanisani lakini tunapendelea rushwa ofisini. Wengine wetu tunafunga kwa siku arobaini lakini bado tunaendelea na tabia za dhambini. Mungu anatuuliza leo, hii ndiyo saumu ninayoitaka? Ndugu zangu, ni lazima tufunge kweli kabisa. Lakini tusifunge kwa mazoea au kwa lengo la kumshawishi Mungu atutendee tunavyotaka sisi. Mungu sio mwanadamu wa kushawishika kwa ibada za nje tu. Mungu anatazama moyo. Leo hii tuchague kufunga kwa haki, kwa kweli na kwa upendo. Tufunge kwa kumkaribia Mungu, si kwa maneno tu bali kwa mawazo yetu, kwa matendo yetu na kwa kutimiza wajibu wetu. Kila Mkristo mbatizwa anao wajibu katika huyo Kristo na mama Kanisa. Na leo tuombe hivi: e Bwana Mungu, tusaidie kufunga saumu inayokupendeza saumu ya upendo, haki na huruma. Tusaidie kuacha unafiki wa kujionyesha kwa watu kuwa tunafunga, ili tukutafute kwa moyo wa ari na kweli. Amina. Twendeni ndugu, tusimame pamoja, tukitangaza injili kwa nguvu moja, wale ni jeshi aminifu la Kristo, tulete nuru Tulipo. Tulipo. Si kwa maneno tu bali kwa matendo yetu. Tuoneshe mfano kwa kila tendo letu. Upole na wema viwe silaha yetu. Wajibu wa wale Kristo tuendeni duniani kote.